Kristo asifiwe mtumishi wa Mungu, namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii nzuri na njema leo, ambayo leo tutakuwa na simulizi ya kitabu cha Esta. Tunahitaji kujifunza Biblia kwa njia ya masimulizi, kwa maana Biblia imekuwa kama masimulizi, kwa baadhi ya vitabu ni vitabu vya kimasimulizi. Na leo tunaendelea kitabu chetu cha Esta ambacho tumeanza. Leo tutafanya sura ya tatu, sura ya nne, sura ya tano na sura ya sita. Tunaanza na sura ya nne ambapo Esta anakubali kuwasaidia Wayahudi Utafahamia kwamba katika sura iliyopita ya tatu tunamwona Mordekai anakuja akiwa amevaa nguo za magunia, na anaingia mpaka katika uo mfalme, akuruhusiwa kuingia ndani kwa sababu alikuwa ajavaa nguo smart, na anapoletewa na Hegai ambaye ni mtumishi msimamizi wa nyumba ya Esta mavazi mazuri, yavae ili aweze kuongea kong na Esta, alikataa kabisa. Yule Hegai mtumishi alibidi aingie na kumfuate na kumsikiliza Mordekai kwa nini analia na hapo ndipo tunaona Esta anapata habari ya kwamba Wayahudi wameandikiwa kuuawa na Mordekai ameandikiwa kutundikwa kwenye mti. Sasa sura ya nne inaanza kwa Esta kukubali kuwasaidia Wayahudi, na Esta kukubali kwake kuwasaidia Wayahudi alitoa condition, alitoa, alitoa masharti akasema, nataka Wayahudi wote wafunge kwa siku tatu na baada ya mfungu huo nitaingia kwa mfalme kinyume na utaratibu, na ndipo nitapokwenda kumweleza na kuona jinsi gani tutatatua. Unaona Esther, ambavyo alikuwa na hekima. Baada ya hali, na waya ya Wayahudi kufanya maombi yale na Mordekai kuongoza Wayahudi kufanya maombi ya siku tatu, ndipo tunaona Esther anaamua kwenda mbele ya mfalme kinyume na utaratibu, na anapofika mfalme anaambia, Malkia Esther, omba utakacho chochote, hata nusu ya ufalme nitakupa na est anamwambia mfalme naomba nikuandelee karamu wewe na amani ni ilo bas. Katika ile karamu tutaweza kuona jinsi ambavyo anakaribishwa huyu amani ambaye ni wa Wayahudi walaakuonyesha kumchukia, lakini kinachotokea katika karamu aramu ile siku ya karamu ya kwanza asemi lolote mfalme, anamuuliza mfalmeoreh anamuuliza mfalme Ahasuero, zamani mfalme kwenye karamu nini, na amani, ambayo amani alikuwa ni msaidizi waziri mkuu wa koreshi wa kipindi kile. Na siku inayofuata sasa tunaona anakwenda tena kwenye karamu hii, sura ya tano, anafika kwenye karamu amani na furaha, lakini ni sura ya tano karamu, sura ya, ya, ya nne mwishoni a huyo Amani anajisikia fahari anaongea kwa majidai, hakuna kama mimi, namwambia mke wake Zeresh, pamoja na wale marafiki wa mke zake, mimi nimepata neema mbele ya mfalme na Malkia Esta. Tazama mimi ni peke yangu mimi kwenda kula karamu na mfalme. Lakini na siku inayofuata tutaenda kula karamu. Sasa ile hii sura ya tano, anapomwadisia mambo haya, wanamwambia sasa unachelewa nini? Kwa nini huyo mtesi wako ha, ha, ha, ha, Mordekai usimwandalie mti akatundikwa, mwambie mfalme atundikwe sasa hii karamu ya mara ya pili amejipanga borde huyu eh, Hamani kumtundika borde kai kwa kibali cha mfalme. Wakati anafanya hivi sasa, ndipo inaishia hapo, anapoongea na mke wake na wale rafiki ya mke wake Hamani. Sura ya sita inaanza. Mfalme anakosesha usingizi na Mungu anamwambia aletewe record zote za maandiko katika ya somo mbele yake ya kifalme, na anapoletewa anakumbuka kuna, kuna kisa cha watu wawili waliotaka kumuua mfalme Bigatha pamoja na Teresha. Hao walikuwa ni miongoni mwa maakida walipanga hila, walikula njama, ilikuwa ni conspiracy. Na aliyegundua na kusikia njama hiyo alikuwa ni Mordecai, akatoa taarifa Esta, akamwambia mfalme. Walipochunguza ikajua ni kweli. Sasa kwe. mfalme anawarudia watumishi wake na makina ndani, alipofanya jambo zuri huyu Mordecai mlimfanyia nini? anasema tukumfanyia chochote. Sasa mfalme anauliza ni nani yuko katika uo wa nje? Anaambiwa yuko Mordecai, yuko Hamani. Anasema muiteni Alivyomwita akamuuliza, mfalme akamuuliza swali la mtego huyu Hamani. Je, ah, mfalme amfanye nini mtu ampendaye sana? Akajua ni yeye. Sasa akasema mtu huyo avalishwe vazi la kifalme, tena apandishwe kwenye mnyama mfalme, na huko akida mmoja akimshika na kumtembeza kwenye njia kuu ya mfalme. Akasema mtu huyo ni Mordekai, nenda akamfanyie wewe Nataka kuambia wakati huu ndipo mnapojua Mungu anaweza kubadilisha karata. Ni kama vile jeshini, watu wanaweza kuambia short clear short clear short clear short clear, alafu nyuma yok yok wanaanza wa mbele wanakuwa nyuma wa nyuma wana... ndipo ilivyokuwa. Ilikuwa ni paredi kama ya jeshi, waliokuwa mbele walibaki kwa nyuma. Ndipo ilivyokuwa kwa Mordekai aliyelijua, anaenda kumwambia mfalme ili amtundike Hamani. Hamani amtundike Mordekai, lakini ilikuwa tofauti. Mordekai ndiye alienda kumtundika Hamani. Nataka kukuambia, simulizi hii ni tamu sana. Hapa ndipo tunamwona wema wa Mungu kwenye maisha ya watu wanaomwamini, na ndivyo itavyokuwa kwako. Usiache kuendelea hii ni simulizi tamu sana na next time make sure that you don't miss this God bless you